Wakristo na salimu katika jina la Yesu Kristo na Waislamu, neema ya Mungu iwe pamoja nanyi ninapokuja mbele yenu siku ya leo kulizungumzia swala ambalo linaendelea duniani ekine eh, yote kwa mitandao sana wanaongelea. Leo siku ya leo nimetazama, wanaongelea ibada ya mazishi ya, azishi, ya eh, prime minister wa Kenya ambaye ni Raila Odinga. Mimi sijakuja hapa kupinga kifo chake na kupinga kwamba hapaswi kuhurumiwa, lakini kuna jambo ambalo sisi kama Wakristo tunapaswa tulisiweze kulisahau. Sisi kama Wakristo, ibada ya wafu, hakuna mahali ambapo Mwenyezi Mungu alipoamrisha kufanyike, hakuna mahali ambapo Yesu aliamrisha ifanyike. Mkristo wa kweli, tunapofuata Yesu Kristo kama Mwana wa Mungu aliye hai, mbona basi tufanye maneno kinyume chake? Kwa hivyo nimesimama kindete, moja kwa moja kukemea tukio ambalo limetokea leo, ambalo linaendelea katika mitandao, kitazama Citizen, na popote utakuta ni kwamba ni ibada ya, ya wafu ambayo inafanyiwa. kwa hivyo ilo jambo ni kinyume na maandiko matakatifu na Biblia inasema katika Isaya 20 mstari wa nane, na wanende kwa sheria na ushunda. Ikiwa watanena kinyume na ilo neno, basi kwao hapana asubuhi. Na wao wananena kinyume na maandiko, kwa hivyo kwao hapana asubuhi na wako katika njia ya kweli. Ndio maana nitasimama kindete kuwarekebisha. Kwa hivyo mimi sipingi kuomboleza kwamba amekufa. Biblia inatuambia kitabu kile cha Muhubiri kwamba aliyekufa hajui jambo lolote. Sasa kumfanyia ibada mingi mingi sijui mnamkumbuka, hilo sio jambo la busara katu kwa Mkristo wa kweli. Pengine sijachunguza kwa Uislamu niweze kuulua, lakini pia na wale ambao wanaoniunga mikono siku ya leo naomba tuweze kuungana moja kwa moja kupinga matukio yanayotokea duniani kama siku ya leo. Mimi sijakataza kwamba tunapaswa kuhuzunika, lakini Bibilia natuambia Paulo anasema katika kitabu cha Wathesaloniki wa, wa kwanza nne mstari wa kumi na mbili na sitaki kwamba mkae kama watu wasiokuwa na tumaini, bali alitaka tuweze kujua hali ya waliokufa kwamba watafufuka na tabia zake zitaandamana naye kaburini hata siku ya kiyama. Kwa hivyo, kama alikuwa na tabia mbaya, mumfanyie ibaada ya wafu mumuombe, hilo ni jambo la buri kabisa. Kwa hivyo, hii ujumbe uweze kufikia Mkristo yeyote, uweze kushufikia Mkristo wowote wa waweze kugundua huu uh, uh, pagani huu uh, unaingizwa katika Ukristu na ndio Waislamu wanapotuangalia wanachanganjiwa, ni Wakristu wa aina wa gani hao? Wakristo tumejaza upagani katika Ukristo, tuweze kuondoa tabia na dhana kama hizi zilizokuwa na maandiko. Wapi Biblia imesema kwamba tusherehekee ibada za wafu?